Kufuatia mzozo ambao umeibuka kwa mara nyingine kati ya Iran na Israel, Urusi inatajwa kuwa imeisaliti Iran kwa kuwa ilisaini makubaliano katika sekta ya ulinzi kati ya Iran na Urusi, makubaliano ambayo hayaonekani katika kile ambacho kinaendelea katika ukanda wa mashariki ya kati. Urusi, kufuatia mashambulizi ambayo Israel imetekeleza dhidi ya vituo vya nyuklia nchini Iran Urusi kupitia wizara yake ya mambo ya nje imekemea vikali mashambulizi haya ambayo yametekelezwa na jeshi la Iran na kupelekea viongozi wa ngazi za juu katika jeshi na sekta ya nyuklia nchini Iran kuweza kumaliziwa maisha katika mashambulizi hayo. Urusi kama mshirika wa Iran katika mzozo huu imelani vikali na kufahamisha kwamba mashambulizi haya ambayo yametekelezwa na jeshi la Israel ni mashambulizi ambayo yanastahili kukemewa kimataifa, kwa kuwa Israel aidha jeshi la Israel limekwenda kinyume kabisa na makubaliano ya kimataifa, hasa katika kipindi hichi ambapo kulikuwa tayari kumeandaliwa mazungumzo kuhusu nyuklia ya Iran, mazungumzo ambayo yalitakiwa kufanyika kati ya wawakilishi wa Marekani na wawakilishi wa Iran ili kuweza kupatia ufumbuzi suala hili. Kuhusu makubaliano kati ya Urusi na Irani inatajwa kwamba makubaliano ambayo yamesainiwa kati ya mataifa haya mawili ni makubaliano ya kimkakati na ni makubaliano ambayo yana vipengele tofauti ambavyo vinahitaji kuzingatiwa. Iwapo itakuwa ni kinyume, basi itakuwa vilevile ni kinyume na makubaliano ambayo yamesainiwa kati ya mataifa haya mawili. Katika makubaliano hayo Urusi haina jukumu la kuisaidia Irani moja kwa moja iwapo Irani itavamiwa, eidha itapoingia vitani na taifa moja au jingine. Urusi ni mshirika ambaye amesaini makubaliano hayo katika sekta tofauti, kama inavyotajwa kwamba makubaliano hayo yanahusu sekta ya biashara, ulinzi, bila kushirikiana moja kwa moja katika uwanja wa mapambano, na ndipo pale ambapo utakapoona kufuatia mzozo huu ambao umeibuka kwa mara nyingine, Urusi haikuweza kufanya jambo lingine isipokuwa kukemea tu swala hilo na kusalia kama mataifa mengine na kutoa wito wa amani. Na kuitaka Israel Irani na Marekani zirejee katika meza ya mazungumzo kwa mara nyingine. Utakumbuka kwamba wakati ambapo vita viliposhamiri kati ya Urusi na Ukraine, Irani iliweza kujitolea kwa kiasi kikubwa kuweza kuipa, japokuwa sio taarifa rasmi, inatajwa kwamba jeshi la Irani liliweza kutoa silaha za kisasa na kuikabidhi Urusi ili iweze kukabiliana vema na jeshi la Ukraine kwa ushirikiano na jeshi la NATO ambalo bila shaka ndiyo ambalo linafadhili kwa hali na mali vita ambavyo vinaendelea kati ya Urusi na Ukraine. Ukraine inapokea silaha tofauti kutoka katika mataifa wanachama wa NATO. Jambo hili katika mitandao ya kijamii inatajwa kuwa kitendo cha Iran kuweza kuipa silaha Urusi, ni wazi kwamba kuna silaha ambazo Urusi haina uwezo wa kutengeneza na kutegemea silaha hizo kutoka nchini Iran, huku ikionyesha wazi ya kwamba Iran imepiga hatua kubwa katika teknolojia ya kisasa ambayo inayohusika na, na utengenezaji wa silaha, nchi kama Urusi, taifa ambalo linatajwa kuwa ni nafasi ya pili edha ya tatu katika mataifa supapao ulimwenguni, vipi itategemea silaha kutoka nchini Irani, taifa ambalo kwa muda wa miaka kadhaa lipo chini ya vikwazo vya kimataifa ni kitendo ambacho kinapelekea mataifa ya magharibi kuitazama Iran kwa jicho la tatu, ili kuhakikisha kwamba Iran isipige hatua katika utengenezaji wa silaha za kisasa ambazo kwa sasa ni silaha zinamilikiwa na mataifa ya magharibi na mataifa mengine ambayo bado hayajataka kuweka wazi kuhusu umiliki wa silaha hizo ikiwemo Iran ushirikiano katika sekta tofauti kati ya Urusi na Iran inatajwa kwamba kwa mara nyingine kulisainiwa mkataba mnamo Januari 17 mwaka huu 2025, makubaliano ambayo yatachukua muda wa miaka 25. Makubaliano hayo yanahusu nishati, biashara, elimu, sayansi na ulinzi. Kipengele kingine katika makubaliano haya inatajwa kwamba ni ushirikiano katika kufanya mazoezi, mazoezi ya kijeshi, ni kwamba jeshi la Urusi pamoja na jeshi la Iran ya takuwa yakishirikiana katika kufanya mazoezi na vile vile katika kupeana taarifa baada ya kufanya upelelezi, aidha taarifa za kijasusi. Iwapo jeshi la Urusi litapata taarifa kuhusu Irani, na vilevile pindi ambapo kitengo cha ujasusi cha Irani kitakapopata taarifa kuhusu Urusi, aidha taarifa ambazo zitakuwa ni hatari ambazo zinalenga Urusi, basi taasisi hizi mbili zitakuwa ni zenye kubadilishana taarifa hizi na kuweza kujipanga ili kukabiliana na kile ambacho kimegunduliwa katika upelelezi ambao uliofanyika. Swala so zima hili katika mitandao ya kijamii kuhusu kupeana taarifa kuhusu taarifa za upelelezi aidha uchunguzi, pindi ambapo inaonekana kuna jambo ambalo linapangwa dhidi ya taifa moja kati ya mataifa haya mawili basi taifa moja aidha taasisi moja kuhusu upelelezi katika taifa hilo linatakiwa kumpa mwenzake taarifa ili waweze kujihami. Lakini kile ambacho kimetokea hivi karibuni nchini Iran kuweza kushambuliwa na makombora haya kutoka nchini Israel inatajwa kwamba ni kitendo ambacho kisichoeleweka, kwa kuwa Urusi ni taifa ambalo linaonekana kuwa super power, na ni taifa ambalo linamiliki teknolojia ya kisasa. Vipi halikuweza kupata taarifa kuhusu mpango wa jeshi la Israel kuweza kushambulia vituo tofauti vya nyuklia nchini Iran? Kitendo ambacho kimepelekea kuhoji maswali tofauti Vipi jeshi ambalo ni miongoni mwa super power, ambalo lina wawakilishi wake idha, lina wanajeshi wake nchini Iran halikuweza kuona kitendo kama hicho na kupelekea hadi makombora haya kutoka nchini Israel kuweza kushambulia vituo hivyo vya nyuklia. Kuna uwezekano ya kwamba kile ambacho kinazungumzwa huku na kule kuhusu ya kwamba jeshi la Urusi ni jeshi super power, ni jambo la propaganda na halina uhalisia wowote kwa kuwa jeshi la Israel kuweza kushambulia vituo hivyo vya nyuklia bila ya jeshi la Urusi, licha ya uwepo wake nchini halikuweza kuona ni kitu gani ambacho kinaendelea, basi uwezo wake ni uwezo wa kipropaganda na ni uwezo ambao hauna uhalisia wowote. Na kama jeshi la Urusi lilikuwa na uwezo wa kugundua ni kitu gani ambacho kinaendelea kwa nini halikuweza kutoa taarifa kwa Irani ili Irani iweze kujiandaa kuweza kuzuia makombora hayo pindi ambapo itakapofika katika anga la Iran? Iran ilijipata katika mshangao na butwaa baada ya kuona tayari vituo vyake vya nyuklia tayari vimekwisha shambuliwa licha ya uwepo wa mfumo wa kujihami na makombora ambao ni wa Urusi, ambao unatajwa kuwa na ufanisi mkubwa katika kupambana na makombora. Kuna mtazamo mwingine ambao unafahamisha ya kwamba huenda huenda jeshi la Israel lilifanya kama kile ambacho jeshi la keleza mashambulizi dhidi ya Urusi kuweza kutumia malori kusafirisha ndege hizo zisizokuwa na rubani kuziingiza nchini Urusi na baadaye, baada ya kuingia nchini Urusi kuweza kulenga kambi za jeshi nchini Urusi. Huenda ndivyo vivyo hivyo jeshi la Israel liliweza kujipenyeza nchini Irani na baadaye kuweza kutumia ndege zake hizo zisizokuwa na rubani zilizokuwa na makombora na kuweza kushambulia moja kwa moja vituo vya nyuklia vya nchini Irani bila ya mfumo wa kujihami na makombora kuweza kuona ndege hizo zilizokuwa na rubani ambazo zilikuwa zikiruka katika anga ambalo linatajwa kuwa hakuna uhatari wowote, pindi ambapo rada zitaweza kuona kuna vifaa ambavyo vinapatikana katika umbali wa kilomita kadhaa na ardhi. Wadadisi wa masuala ya kimkakati katika mitandao ya kijamii wanakumbusha kwamba wakati ambapo Urusi ilichukua jukumu la kuanzisha vita vyake hivi dhidi ya Ukraine, hmm, hata mara moja Israeli haikuweza kutoa tamko eidha kuonyesha msimamo wake kuhusu kitendo hichi cha jeshi la Urusi kuvamia Ukraini kama wanavyofahamisha washirika wa Israel. Kwa kiasi kikubwa washirika wa Israel wanakemea vikali Urusi na kile ambacho kinaendelea nchini Ukraini, lakini hata mara moja Israel haijaweza kutoa tamko la aina yoyote kuhusu kitendo cha Urusi na vita vyake ambavyo vinaendelea nchini Ukraini. Inatajwa kwamba huenda kuna makubaliano, huenda kuna ushirikiano kati ya Israel na Urusi, Urusi ijifanye haioni kile ambacho kinaendelea kati ya Israel na Palestina na vilevile vile, Israel ijifanye haioni kile ambacho kinaendelea kati ya Urusi na Ukraini na kila mmoja azingatie masilahi yake pekee katika ukanda mzima wa mashariki ya kati. Balozi wa Iran nchini Urusi amezungumza kuhusu ushirikiano uliopo kati ya taifa lake na Urusi na kufahamisha kwamba sio ushirikiano wa moja kwa moja kati ya Urusi na Ukraine, bali ushirikiano huo una vipengele ambavyo vinahitaji kuheshimishwa vilivyo, na vipengele vingine ambavyo havihusishi moja kwa moja kama vile watu wengi wanavyodai, ya kwamba ushirikiano ambao uliopo wa kijeshi kati ya Urusi na Iran ni ushirikiano ambao utaitaka Urusi kuweza kuingilia moja kwa moja pindi ambapo mshirika wake Iran atakapokuwa katika mvutano, eidha vita vya moja kwa moja na taifa moja au lingine. Hii inapelekea kuangalia makubaliano ambayo yaliyosainiwa kati ya Urusi na Iran ni makubaliano ambayo ni tofauti kabisa na yale ambayo yaliyosainiwa kati ya Urusi na Korea Kaskazini. Makubaliano haya kati ya Urusi na Korea Kaskazini ni makubaliano ambayo yanahusu moja kwa moja jeshi la Urusi eidha jeshi la Korea Kaskazini kuweza kuingilia moja kwa moja katika uwanja wa mapambano wakati ambapo taifa moja litapokuwa katika uwanja wa mapambano na taifa jingine, na ndipo pale ambapo itakapokumbuka kuwa walikamatwa baadhi ya wanajeshi wa Korea Kaskazini katika uwanja wa mapambano katika vita hivi ambavyo vinaendelea kati ya Urusi na Ukraine. Hivyo basi, ni jambo kabisa la kuweka kando kuamini ya kwamba ushirikiano ambao uliosainiwa kati ya Urusi na Iran utapelekea Urusi kujihusisha na vita ambavyo Iran itakayoweza kuingia na taifa jingine, ni jambo ambalo haliwezekani kwa kuwa kile ambacho kilichosainiwa katika makubaliano hayo kina mipaka yake. Wadadisi wanaendelea kufahamisha kwamba mataifa barani Afrika, yale ambayo yanayoona ya kwamba ushirikiano ambao unaosainiwa kati ya Urusi na baadhi ya mataifa barani Afrika, mataifa haya barani Afrika yasiamini ya kwamba kile ambacho kimesainiwa bila kukiangalia kwa kina, ya kwamba pindi ambapo taifa hilo litajipata katika vita na taifa jingine, ya kwamba Urusi itajihusisha moja kwa moja katika uwanja wa mapambano, ni jambo ambalo waweke kando kabisa na jambo ambalo watakalotakiwa kufanya ni kuweza kuwakodi wapiganaji katika makundi tofauti yanayofahamika kama vile kundi la mamluki la Wagner ambalo litakuwa tayari pindi ambapo litakapolipwa kuweza kuingia katika uwanja wa mapambano. Kitendo cha Urusi kulani pekee kile ambacho kimeendeshwa na jeshi la Israel dhidi ya vituo vya nyuklia nchini Iran ni kitendo ambacho kinatoa wito kwa mataifa ambayo yatakayoingia makubaliano na Urusi kuweza kuangalia kwa kina ni kitu gani ambacho kinasainiwa na kuweza kuchukua tahadhari kutotoa kauli ambazo zitakazokera na kuudhi maasimu wa Urusi moja kwa moja, bila kuzingatia kwamba Urusi ipo katika makubaliano hayo kutokana na maslahi yake katika mataifa hayo. Utakumbuka jeshi la Urusi lilikuwepo nchini Siria na limeweza kutoa mchango mkubwa kulinda serikali ya Rais Asadi, lakini mwisho wake Rais Asadi alitakiwa kuachia madaraka na sasa anaishi uhamishoni nchini Urusi.